Dunia imebeba historia nyingi, lakini hapa kwetu Iringa ipo historia ya kipekee yenye kuvutia na kusisimua. Ngoja nisogeze kigoda changu niketi vema, ili nikusimulie simulizi hii ya safari ya elimu, maendeleo na matumaini. Nikuombe ufuatane nami mpaka mwisho, lakini kabla sijaanza, Wachani kusalimu kwa salamu ya nyumbani kamwene historia inaturudisha nyuma mpaka mwaka 1959 wakati huo eneo hili likiitwa shule ya mtakatifu Michael na mtakatifu George yaani St Michael and St George's School enzi hizo madarasa yalijaa zaidi wanafunzi wa kizungu na waafrika walikuwa wachache hasa watoto wa machifu, ishara ya kwamba nchi ilikuwa bado haijapata uhuru na elimu ilikuwa ni kwa ajili ya watu wenye tabaka la juu. Miaka mitano baadaye, hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania na baba wa taifa hili, akaipandisha hadhi shule hii kuwa shule ya sekondari ya kidato cha tano na sita kisha kama vile bahari ibadilishavyo mawimbi yake, baada ya miaka 13 mbele, ikabadilishwa kuwa teacher training college yaani chuo cha ualimu. Lakini mwaka 1992 ikarudishwa tena kuwa shule ya sekondari ya kidato cha tano na sita hadi mwaka 2005 mwaka ambao upepo mpya wa maarifa ulivuma nyanda za juu kusini ukileta pumzi mpya ya elimu na maendeleo. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, ni upepo gani huu wa maarifa? Ni taasisi gani iliyobeba ndoto za kizazi kipya cha wanafunzi na watafiti nchini? Ndiyo, naongelea chuo kishiriki cha elimu Mkwawa chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, alama ya fahari, maarifa na mwendelezo wa historia ya elimu nchini Tanzania, chuo kilichoweka jina la mkoa wa Iringa kwenye ramani ya elimu ya juu nchini. Leo chuo kishiriki cha elimu Mkwawa sio majengo tu, ni alama ya ndoto zinazonyanyuka na kugeuka mwanga, ni ngome ya utafiti, ubunifu na elimu yenye kuigusa jamii. kama chuo Uh, jukumu letu kubwa ni kutoa mchango katika maendeleo ya taifa letu na kwa hivyo tunahitaji kufanya tafiti ambazo zinatoa ufumbuzi na masuluhisho ya matatizo yanayoikumba jamii yetu ya Kitanzania uh, na kwingineko. Hii maana yake ni kwamba hatuhitaji tu kufundisha watu nadharia, tunahitaji pia kufundisha vitendo. Na ili kuweza kutimiza hayo masuala mawili ya msingi, maana yake tunahitaji kuwa na teknolojia ya kisasa Uh, masuala ya TEHAMA lakini vile vile tunahitaji kuwa na miundombinu ya kisasa, masuala ambayo yamefanywa vizuri sana katika mradi huu. Na katika kutimiza lengo hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuboresha elimu ya juu nchini ili kukuza uchumi wa taifa na kutimiza ndoto ya kizazi cha sasa na kijacho. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatekeleza mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi unaofahamika kwa lugha ya Kiingereza kama Higher Education for Economic Transformation maarufu kama HEET Project. Mradi huu ulianza kutekelezwa mnamo mwaka 2021 na unatarajiwa kukamilika mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ni daraja kati ya ndoto na uhalisia, ukilenga kuwaleta pamoja watafiti wadau na wanafunzi katika safari ya pamoja ya kujenga taifa lenye maarifa na uwezo wa kiuchumi. Chuo chetu kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi uh, ali maarufu HEET kimetengewa dola za Kimarekani milioni nane sawa na takriban shilingi za Kitanzania bilioni 18.6 kwa ajili ya kutekeleza shughuli mbali mbalimbali, ikiwemo ukarabati na ujenzi wa miundombinu mipya, kufanya mapitio ya mitahara na kuandaa mitahara mipya, kuboresha ufundishaji wa kidijitali lakini pia kwa ajili ya kujenga mahusiano na sekta binafsi na viwanda. E, mradi huu si ujenzi peke yake, lakini pia umeweza kutoa ajira kwa vijana na kuleta matumaini kwa vijana wa Iringa, na kimsingi unawagusa eh, kila mmoja wetu. Kwa majina naitwa Lema Semwa. Nipo katika hii saiti, nimamalishe, nawapikia mafundi ili wapate chakula mchana. Mabadiliko niliyowapata, naishukuru sana serikali kwa kuleta mradi kama huu, kwa sababu imenipa mambo mengi, naweza kusomesha watoto na imeniongezea kipato pia. Kabla ya mradi nilikuwa sina ajira, nimejipatia ajira. Kwa majina, naitwa Faraja Pita Mshindo, ni kibarua katika huu mradi na mradi hupo hapa toka mfanyakazi wa muda mrefu kidogo, na umetusaidia sana toka tulivyoanza mpaka leo. Kiuchumi umetusaidia pia, umetusaidia kujuana na watu tofauti tofauti kutoka mikoa tofauti tofauti kwa kati... kwa jina nat Hasani Mustafa Ngujali, mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Pwani, ila kwa hivi sasa maisha yangu es Salaam, isipokuwa nimekuja Iringa huku ajili ya kazi hii kupitia hu mradi. Sisi kama Watanzania au mimi kama binafsi niseme, nanufaika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuja kwangu hapa, maanake ni kule kutokana na uwezo wa serikali kuweza kujenga majengo kama haya, na tunashukuru wamejenga. Ndege mwitu hupamba msitu kwa milio yake mizuri, vivyo hivyo mradi wa HEET umeipamba Mkwawa kwa sauti za mafanikio na matumaini. Tunaendelea kujivunia. Uh, mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi ambayo uh, ni HEET, education for economic transformation. Kwa sababu hujasahau wanafunzi wenye mahitaji maalum kama engo, ambao inagusa wanafunzi wa mahitaji maalum moja kwa uh, moja, ni jengo la media anuai uh, uh, pamoja na elimu uh, maalum uh, jengo hili uh, limesanifiwa kwa namna ambayo ni bora kabisa kwa namna ambayo ni ya kisasa inaenda kuwashirikisha wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Kuna miundombinu ambayo ni rafiki kwao, lakini pia na vifaa utakavyonunua, inaenda kutatua tatizo ambalo wakipambana nalo au wanafunzi ndiyo. Si majengo pekee yanayojengwa hapa Mkwawa, yanajengwa matumaini, heshima na usawa wa fursa kwa watu wote. Kila ngazi inayowekwa, kila mlango unaofunguliwa na kila chumba kinachojengwa hakimwachi mtu yeyote nyuma. Mimi ni mwanafunzi mwenye mahitaji maalum kutoka chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Nasumbuliwa na macho na sasa na shida ya kutokuona mbali, hivyo kupitia mradi wa HEET utatusaidia sisi wanafunzi wenye mahitaji maalum hasa kwenye majengo na miundombinu inayojengwa itaturahisishia sisi kusoma kwa bidii. Hatuhitaji tena msaada kila mara, tunaweza kwa sababu tumethaminiwa. Wahenga unena, asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa. Baadhi ya wafanyakazi waliosomeshwa na mradi wa HEET kutoka chuoni wameshindwa kuficha hisia zao. Mimi ni mwanataaluma kutoka chuo kishiriki cha elimu Mkwawa niliyehitimu masomo yangu ya shahada ya uzamivu hivi karibuni kupitia mradi wa HEET. Kupitia mradi wa HEET nashukuru, nimeweza kupata ufadhili ulioweza kuniwezesha kusoma masomo yangu ya shahada. Haikuwa rahisi. Kabla ya mradi huu wa HEET, ilikuwa ni changamoto sana kuweza kupata ufadhili wa masomo haya kwa shahada ya uzamivu. Nimejaribu mara kadhaa kuomba scholarship ndani na nje ya nchi. Na pia kutokana na changamoto ya ugonjwa wa korona ilikuwa ni shida sana kuweza kupata scholarship. Mara ghafla ukaja mradi wa HEET na chuo kikuu cha Mkwawa ikawa ni moja ya vyuo nufaika vya mradi huu. Hivyo, kupitia mradi huu nilipata bahati ya kuweza kupata ufadhili wa kwenda masomoni chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kupitia mradi wa HEET, wa HEET nikaweza kusomeshwa, nikalipiwa ada kupewa fedha ya matumizi ambayo ilinifanya nipate mazingira sikivu ya kuweza kusoma shahada yangu ya uzamivu na kuikamilisha kwa wakati ambao umepangwa. Ni hakika mradi wa HEET umeleta mageuzi makubwa kwenye elimu ya juu. Na je, wanafunzi wa chuo wana yapi ya kusema? Mradi wa HEET umetufungulia fursa nyingi, tunazidi kuyaona mabadiliko makubwa machoni kwetu na hii ndiyo elimu tunayoitaka, elimu yenye matokeo. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hasani kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa uwezeshaji huu mkubwa uliofanyika. Maarifa tuliyoyapata yameboresha utendaji wetu, lakini pia miundombinu mipya iliyojengwa na ile iliyoboreshwa imewezesha uboreshaji wa ujifunzaji na ufundishaji katika taasisi yetu, na hivyo basi, tunaahidi kuitunza miundombinu hii kwa maslahi mapana ya taasisi yetu na taifa kwa ujumla. Kila jiwe jipya linalowekwa ni ushahidi wa kesho yenye mwanga zaidi. Mradi wa HEET si hadithi tu ya ujenzi, ni hadithi ya mabadiliko. Hapa Mkwawa historia inaendelea kuandikwa na kalamu yake ni mikono ya Watanzania wanaoamini katika nguvu ya elimu. Nikusihi tukutane tena katika ukurasa mwingine wa mafanikio ya chuo kishiriki cha elimu Mkwawa. Mbwene mwene.